Wanaharakati wawili wa Kenya waliotoweka nchini Uganda na kushukiwa kuzuiliwa na serikali ya Uganda wameachiliwa huru. Bob Njagi na Nicholas Oyoo walipelekwa kwenye Ubalozi wa Kenya, baada ya siku 38 tangu walipotoweka katika hali ya kutatanisha. Shughuli hii ilishirikishwa na maafisa wa taifa hilo na mashirika ya kibinadamu. Walipowasili kwenye kituo cha mpaka cha Busia, walipokelewa na Kamishna wa Kaunti ya Busia, Chaunga Mwachaunga. Mwanahabari wetu Abdi Aziz Hashim na taarifa kamili. Uhuru hatimaye. Tumeweza kupokea wale ndugu zetu uh, Bob Njagi na mwenzake Nicholas Oyoo Tumepitia wakati mgumu sana hizo siku 38, lakini tutaweza kuzungumza kwa urefu baada ya kupata matibabu. Bob Njagi na Nicholas Oyoo wamerejea humo nchini baada ya siku 38 tangu walipopotea Uganda katika hali tatanishi. 38 days of abduction was not easy. We didn't think we were going to come out alive because we were being abducted by the military. We have been kept by the military in Uganda for this under the special forces command. Tulikuwa tuna hofu sana, tena pia propaganda zilikuwa nyingi kwa kusema kweli. Uh, likuwa tunasikia kuna, kuna wenye wamepigwa wamekufa kupigwa wamepigwa lakini hawajakufa. Wako hapa unaona, wako hapa nyuma yetu. So tunashukuru Mungu kama familia, maombi yamefanya kazi. Jana usiku wawili hao walikabidhiwa kwa balozi wa Kenya nchini Uganda Joash Mangi, kisha maafisa wa Uganda waliwasindikiza hadi mji wa mpaka wa Busia, ambapo kamishna wa kaunti ya Busia Chaunga Mwachaunga aliwapokea rasmi. Wameweza kuletwa na ambassador wa Kenya bwana Joash Mangi pamoja na security team ya kule na wafanyajikazi wa serikali ya Kenya ambao wako kule ambao wameambatana na huyo bwana ambassador. Wawili hao wako buheri wa afya, tuliweza kuwapeleka hospitali baada ya kufanya clearance pale kwa immigration department, wakahudumiwa hospitali, madaktari wakasema kama wamewadischarge na waweza kurudi nyumbani. So, nashukuru kwa sababu ya au kuachiliwa wako, wako wanaonekana wako na afya but they are traumatized, na pia kwa sababu ya kukaa kwa siku nyingi na walikuwa wameteseka kidogo, sasa hawawezi kuzungumza kwa sasa. So, kwa sasa pia tunawapeleka for further treatment. Haya yanajiri kufuatia shinikizo la muda mrefu kutoka mashirika ya kutetea haki za binadamu na serikali ya Kenya wakitaka majibu kutoka serikali ya Uganda kuhusu walipo wawili hao. Ni kuwafahamisha wananchi kwamba labda kulikuwa na dhana labda watu wetu wamepotea na hawatarudi tena, lakini la muhimu kwamba tunashukuru Mungu, serikali imetia bidii uh, Ministry of Foreign Affairs wamefanya bidii. Ministry ya uh, Internal Security wametia bidii, wakafanya kazi mpaka wakakisha kwamba watu wao wanarudi nyumbani salama. Kwa hivyo ni kushukuru Mungu kwamba siku ya leo tuko nao. And the special forces must explain where they were being held why they were being held. Njagi na Oyoo walitoweka tarehe mosi mwezi jana, muda mfupi baada ya kuhusishwa na shughuli za kampeni za mwanasiasa wa upinzani Bobi Wine katika wilaya za Buyende na Kamuli. Abdi Aziz Hashim, Dira ya Magwiji. <coughs>